Leo ni tarehe 25 Juni 2025. Karibu katika Hali Halisi. Mimi ni Johnson Jabir. Tuanzie hapa. Korea Kusini imeadhimisha miaka 75 ya vita vya Korea huku Rais Lee Jae-myung akitoa wito wa taifa hilo kutengeneza mazingira ya kujiepusha na migogoro na mataifa mengine. Lee Jae-myung aliandika katika ukurasa wake wa Facebook, kushinda bila kupigana ni muhimu zaidi kuliko ushindi kwa njia ya mapigano. Vita ya Korea vilianza kwa mgogoro wa kijeshi uliotokea kati ya Korea Kaskazini na Korea Kusini kuanzia tarehe 25 Juni mwaka 1950 hadi Julai 27 mwaka 1953. Korea Kaskazini ilivamia Korea Kusini kwa lengo la kuunganisha Korea yote chini ya utawala wa kikomunisti. Hii ilihesabiwa kama uvamizi wa kijeshi. Umoja wa Mataifa ukiungwa mkono na Marekani uliamua kuingilia kati kwa kutuma vikosi kusaidia Korea Kusini. Kwa upande mwingine China kikomunisti chini ya Mao Zedong iliingilia upande wa Korea Kaskazini, huku Umoja wa Kisovieti ukiunga mkono kisiasa na kwa silaha. Maadhimisho haya yamefanyika katika mji wa Daejeon. Taifa la Msumbiji linaadhimisha miaka hamsini tangu kujipatia uhuru wake kutoka kwa Wareno, huku Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt Samia Suluhu Hassan akiwa mgeni rasmi. Rais Samia Suluhu Hassan ameweka taji la maua kwenye mnara wa kumbukumbu kumbu ya mashujaa mjini Maputo, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho hayo. Rais wa sasa wa Msumbiji, Daniel Francisco Chapo, alimwalika Rais Samia Suluhu Hassan kutokana na umuhimu wa tukio hilo na namna ambavyo Tanzania ilihusika uhuru huo kupatikana kwa urahisi, bali ulitokana na mapambano ya muda mrefu ya kisiasa, kiutamaduni na kijeshi yaliyoongozwa na harakati za ukombozi wa taifa, hasa chama cha Frelimo. Tangu karne ya kumi na sita Msumbiji ilikuwa chini ya utawala wa Wareno waliokuwa wakitumia rasilimali za nchi hiyo kwa manufaa yao huku wakiwanyonya na kuwatesa raia wa kawaida. Wakati wa koloni Wareno walidhibiti ardhi, elimu, uchumi na siasa na walihakikisha kuwa Waafrika wengi walibaki masikini, wasio na elimu na waliotengwa katika maamuzi ya taifa lao. Uonevu huu uliwasha moto wa mapambano ya ukombozi miongoni mwa wananchi wa Msumbiji watu elfu ishirini na kenda mia mbili kenda na watano raia wa Myanmar wanashikiliwa jela na utawala wa kijeshi tangu ulipochukua madaraka ya raia baada ya jaribio la kupindua serikali ya taifa hilo mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na moja. Haya najiri wakati ambao mwanasiasa mashuhuri na maarufu Daw Aung San Suu Kyi akifikisha miaka 80 katika kuta za gereza ambapo utawala wa kijeshi ulimtupa huko kutumikia kifungo cha miaka 27 jela. Taarifa kutoka nchini humo zinasema hali ya kiafya ya mwanasiasa huyo ni mbaya kutokana na kusumbuliwa na meno, shinikizo la damu na kizunguzungu. Oktoba mwaka 2024, waziri wa Mandarey Dr Zai Mintmau alifariki dunia jela alikokuwa akishikiliwa baada ya jaribio hilo la kijeshi akiwa na umri wa miaka 73. Kipo cha daktari huyo kinatajwa kuwa kilitokana na matibabu hafifu aliyokuwa akiyapata kutokana na maradhi ya saratani. Daw Aung San Suu Kyi ni mwanasiasa mwanaharakati wa demokrasia na mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel mwaka 1991 kutoka Myanmar, zamani kitwa Bama. Amejulikana sana duniani kwa ujasiri wake wa kupinga utawala wa kijeshi nchini mwake kwa njia ya amani na kwa miaka mingi ya kifungo cha nyumbani alichovumilia bila kukata tamaa. Na hiyo ndiyo hali halisi ya leo duniani. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Panapo majaliwa, ndimi Johnson Jabir, endelea kuwa nasi. Hali Halisi, ukweli haubadiliki.